Nimefurahi sana kuwa nao ili pia tuweze kupata maoni yao, mawazo yao na matamanio yao katika maisha. Mimi kama mnavyofahamu, naita sista Sekiende Olipas kwa shirika ya Dada Wadogo kwa mtendaji Francisco wa Asizi imekuu la Dar es Salaam. Majina naitwa Emanuel ni dereva, umesoma chuo cha VETA cha ng'ombe Dar es Salaam, majina naitwa Emanuel dereva waabo u umesoma chuo cha ng'ombe

Karibuni sana sasa. Ndugu zangu, kufuatana na kipindi ambacho tunakiendesha katika jamii, ningependa kupata maoni yenu. Kwa mfano, Emmanuel Mtai, leo hii anatokea mfadhili ambaye anasema pamoja na udereva wao kini, kuna kiwanda kikubwa sana kinachoshughulika na swala la uchakataji wa katani. Nahitaji madereva wengi ambao wanaweza kutusaidia kusafirisha mizigo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini kiwanda hiki kipo Dubai na wanahitajika madereva wengi. Niambie katika maoni yako. Ofa ni nzuri, ofa ni nzuri. Napewa, eh, pesa ambao wewe mwenyewe utaona kwamba itaweza kukufaa katika maisha. Lakini pia unapata fursa ya kuamua kujieleza nini. Je, mtakuwa tayari kufanya ofa au unasema pana ezisita na maisha yangu hapa ofa? Unajua, kwenye maisha yetu ya kila siku tunaangalia na kipato tunavyotokea, kipato tunavyopokea, unavyoona mahali panarizisha zaidi

sana ama... mimi na uzangu weza kuongea hata mimi naweza nikasema kitu kimoja, kwamba sio tunafanya hizi kazi hii kupata faida na kuweza kuendeleza maisha yetu, kwa hiyo nitaangalia kama kitakuwa kina masaa mazuri, naweza aksana

Asante nashukuru, ene tangazaji kwaswangili niwezekana nikaa, niko sawa na wajumbe wenzangu waliokwisha kutangulia wakijibu, au nikaa kinyume na waa, mimi na ninachokiamini katika maisha na nimeshawahi kupata experience ya baadhi ya watu ambao wanapokea sara kubwa na yuko mtu anayepokea sara ndogo sana, na anayepokea sara ndogo akafanya maendeleo makubwa kuliko yule anayepokea sara kubwa. Ila maslahi ya mshahara, inawezekana ukatangaziwa dau uzuri, lakini usiweze kuwa na mafanikio ya ah, lile dau ambayo umetangaziwa, lakini unaweza ukapokea dau dogo, lakini pia ukawa na manufaa au faida kubwa ya kile ambacho nakipokea mimi katika kipengele cha salari au mshahara. Huwa mara nyingi le nahitaji heshima na ya kuitunza. Unaweza mimi nikaa napokea laki mbili, ese nafanya kazi apamumu, nikaa napokea laki mbili na mwingine akaa nafanya labda kazi kwenye taasisi nyingine akaa napokea milioni lakini tukija kukompea katika mafanikio, inaweza nikakuta mimi ninaopokea laki mbili nikawa nina mafanikio makubwa kwao. Tunarudi pale kwenye kuheshimu hela na namna gani unaitumia au unafanya matumizi kwenye ile wanayopokea. Of course, sisi ni vijana na tunafanya kazi kwa ajili ya kutengeneza maisha, na asilimia kubwa tumekuwa tukitamani kulipwa salary kubwa sana. Yani ikitokea kampuni inakwambia, bwana, njoo kwa mimi nitakulipa almost milioni mbili, na sehemu ambapo huku taasisi A inakulipa lese laki tano, kuna tofauti kubwa kutoka laki tano mpaka milioni mbili kabisa. Milioni mbili nitafanya hivyo kitu ambacho ni experience. Unaweza kuwa unapokea unafanya sehemu kazi unapokea laki tano

Sijui ni sifa ya hela au ni tabia ya hela kwamba kadi inavyozidi kuongezeka na majukumu ndivyo yanavyoongezeka. So mi ninaweza nikasema, naweza nitapokea hiyo ofa, lakini pia nitaangalia vigezo na masharti ya hiyo ofa. Nikipokea, ikiwa nikipokea laki mbili, sikuweza kuitunza hela na kuifanyia maendeleo, naeza nikapokea hata milioni mbili na nisiweze kuitunza kwao, nikaendelea kubakia vile vile nilivyo. Kwa mimi ninaweza nikakubali, ila pia ninaweza nikasema pana kikubwa, ni katika namna ya matumizi ya kile kipato tunachokipata. Nashukuru ukaaaya pesa ni tabia ya pesa, mtu na yanabaki kati ya mtu na mtu wewe, cha msingi nikipata hiki kitu sasa, matumizi yanakuwa ni wewe unawezaje kujitawala katika matumizi ya pesa, yawe mazuri, yaani maisha yawe mazuri ytatumiana ya

ya chakula ni ndio kwa shehe. Je, huko kwa wenzetu tunapokwenda tuna maisha tofauti na wao. Sisi tunapata kila kitu hapa kwa kiji. Wao hawapati kitu orijinali na kama tunapata sisi. Wafai inatoka hapo, inatoka ifike kule, au nyama inatoka hapo mpaka ifike kule. Tofauti. Kwa hiyo ofa zingine ni nzuri, ofa zingine sio nzuri. Na tukiangalia maisha ya wenzetu kule, wao wanataka kutufunia zaidi sisi tofauti na sisi hizi tunavyofanyisha kazi hapa. Sisi tuna uhuru na uhuru wa maisha ya kufanya kazi. Kwa mimi ikiniridhisha na maslahi hapa, nitaenda lakini, kama siwezi iniridhishe, asante. Sasa ina maana kwamba hata mwanao kwa mfano unaweza hata shule hana kazi, yupo tu nyumbani, unaweza ukamwambia, wewe kaa tu mpaka utakapopata kazi, uweze kumruhusu kwenda. Vitu vingi vya kutambua kufanya yeye mtawi, mimi siwezi kumruhusu la kimaisi, kwanza kwa sababu kuna vitu vingi vya kujitafutia maisha. Unaweza kufunga karanga na kuweka pale kauza na kupata pesa mm. Eh, sasa unaweza ukaenda, ujui kule unaenda kukoje. Mm -hmm. Eh, asante sana <coughs> Nani ambaye, ambaye ana ndugu yake ambaye yuko mtaani nadhani angeweza kwenda kupata hiyo ofa, ndugu, rafiki, watu ambao wanajua, kwa sababu kazi sio tu dereva, kuna kazi nyingi sana ndani kwenye supermarket, wasichana kwa wavulana. Kama una dada una dada una una mdogo una nani unaweza ku